Fadlu Davis anaondoka Simba, mikoba yake anaipokea kocha mkuu wa timu ya taifa ya Madagascar, ambapo imeelezwa katika habari ambazo zimefika kutoka kwenye vyanzo vya ndani kabisa vya habari, mmedai kwamba baada ya kufanyiwa mtihani mgumu na uongozi wa Simba kuhusu wachezaji aliyowataka kusaji, kusajiliwa, Fadlu amekubali ofa kutoka Raja Casablanca na kuondoka klabuni. Hii ni hatua kubwa kwa kocha huyu ambaye tayari ana historia ya mafanikio na ushawishi mkubwa kwenye soka la Tanzania. Kwa upande wa Simba Sports Club, kocha mpya atakayechukua nafasi ni Ramda e, ambaye huyu ni kocha wa timu ya taifa ya Madagascar, ambaye tayari amefanya mazungumzo na uongozi wa Simba na yupo tayari kuongoza timu hiyo kubwa. Mashabiki wa Simba wanapaswa kutegemea mabadiliko makubwa na mtindo mpya wa uongozi wa timu kwenye mechi zijazo. Hii pia ni fursa ya kuonesha ubora wa soka wa, wa soka la Afrika Mashariki na Kaskazini kwa mashabiki wote wameweza kudokeza kwenye vyanzo vya mbalimbali vya ambavyo mbali mba vimeweza kutokana kutoka na, na kocha Fadlu kuto kuonekana na kikosi cha timu ya taifa wakati kikishuka airport kikiwa kinatokea Botswana, ambapo walikuwa wanacheza na timu ya Gaborone United nawalifanikiwa kushinda kwa goli moja kwa sifuri na huo ndo ukawa mchezo wake wa mwisho, na huku tetesi zikiwa zinadai, wakati yupo hapo alikuwa tayari ameshapokea ofa nono ambayo ilitokea kwenye timu ya Raja Casablanca kutokea Morocco, hivyo amekubali ofa hiyo ambayo imetolewa na timu ya Raja Casablanca. Lakini baada ya kukubali na hiyo ofa basi, licha ya kuwa wamefanya vizuri na kuweza kufanikiwa kwa msimu uliopita mmoja ambao aliweza kuiongoza Simba Sport Club, uongozi wa klabu ya Simba umeweza nao kuwasilisha ofa kwa kocha ambaye ni wa timu ya Madagascar ambaye kocha huyo wa timu ya taifa ya Madagascar ameweza kukubaliana na ofa zote ambazo zimetolewa na Simba Sports Club na kuwa yupo tayari kuweza kuiongoza timu hiyo. Ikumbuke kwamba kocha wa timu ya Madagascar yeye alikuwepo hapa nchini kati ya michezo ya chani, huku akiwa anaeleza hisia zake za kutaka kuona anaongoza soka kwenye timu za Afrika Mashariki.